Hapa ni Tabora miongoni mwa mikoa yenye mifugo mingi inayokusanywa na kisha kusafirishwa kwenda machinjio mbalimbali mbali nchini. Mnada wa Ipuli ambako ng'ombe wanakusanywa wa huku, wafanyabiashara wakisema upatikanaji wake kwa sasa umekuwa si mwepesi. Imekuwa changamoto kubwa mno kuwapata, hata kuwapata, ukiwapatapata kwa bei kubwa, kutokana kwanza, moja, malisho yamekuwa ya shida. Pili, yani, ng'ombe mnene mkubwa mpaka waende kwenye zizi la mtu ambaye anawalisha saizi Dar es Salaam bei imeshuka, maana utakuta kule ng'ombe saizi haziendi kwa haraka, ila ukupatikana upatikanaji wa ng'ombe unakuwa ni wa bei ya juu kutokana na pumba zile malisho. Hivyo ng'ombe zimekuwa nyingi sana, soko limeshuka bei, utakuta zinanunuliwa kwa mfano ng'ombe milioni moja laki saba, ukaenda kule anaenda kwa milioni moja laki sita, maana unaweza kata, utakuta unakata laki nzima Jijini Dodoma nako, kuadimika kwa ng'ombe kwenye minada pamoja na sababu zingine zinatajwa kuwa chanzo cha ongezeko la bei ya nyama. Mwanzo ilikuwa elfu kumi, elfu tisa mpaka wengine elfu tisa mia tano, elfu kumi, kitu kama hicho. Lakini kwa sasa bei inayotembea ni elfu kumi na moja kwa kumi na mbili. Alafu na kingine kinachochangia kuhusu maandamano, waoka wakuduma ao wale walishindwa wale, wale kuleta ng'ombe mjini kuhofia yale maandamano, wanaweza wakata ng'ombe, afu ikatokea ile furia ya maandamano wakakimbia ng'ombe zao, wakafanya nini? Wakaziache, ndio maana uchinjaji ukawa umeu huko chini. Wateja wanalamika kusema bei, kwa hiyo elfu kumi na mbili kiujuma, hata aa, mama ntilie hawa hawa wanaochoma mishikaki wanalamika kusema iwaripi. Ndio tunajaribu kufanya kwamba tuongee kidogo wewe natuangalia hapo kuanzia mwezi wa kwanza zikianza kunyesha, maana wengi hawataki kuuza ng'ombe kutokana ziko juu. Kutoka kwenye kilo shilingi 10,000, 9,000 mpaka 12,000 tunachukua nyama sasa. Kwa nyama imekuwa ghali sana, ambao yani natuwia vigumu sana mpaka kupambana na haya maisha ya namna hiyo. Zamani nyama tulikuwa tunainunua kule machinjioni shilingi 8,000, tunaleta hapa buchani tunauza hata 12,000, 11,000 tunauza. Lakini kwa sasa hivi upatikanaji wake ni wa shida kidogo kwa sababu sasa hivi bei ambayo tulikuwa tunauza buchani hapa ndivyo inauzwa machinjioni. Bora ingekuwepo bei elekezi ya kuuza nyama, kuliko ile bei kila mtu anauza bei yake anavyojua yeye. Hali hii inatufanya kupiga hodi bodi ya nyama kujua kulikoni. Mifugo mingi ambayo ipo sokoni, kwa maana iko minadani, imetokana na masuala ya unenepeshaji e, e, wengi walinunua mifugo kwa wakanenepesha, kwa unenepeshaji unakuwa na na na ongezeko la, la gharama kidogo kwenye ufugaji. Kwa hiyo mfugaji au mfanyabiashara anapopeleka mfugo ule mnadani lazima pia afidie zile gharama ambazo amezitumia kwa ajili ya kumnenepesha yule ule, ule, ule mfugo. Hata hivyo, bei ya nyama inatarajiwa kushuka kutokana na mvua zinazoanza kunyesha kwenye maeneo ya kanda za malisho. George Vara, Azam News. <tik>